I amekucha nyumbani kwa weekend kama sisi atukanataka kukata miti zaidi ya miti elfu tatu ndiye kanipiti mimi, nikasema lazima tuanze kesi ya ufisadi titi ya mahakama, kwa maana mahakama imepeana hii uamuzi yote eh. Nikianzia kwa kesi namba kwa kesi namba 95 ya 1995 hii bila land sale agreement bila vitambulisho vya ya wanao awanao vya mwenye kuuza shamba na mwenye kununua. Haya, hii namba 239 ya 19 ya 1999, pila vitambulisho na pila agreement ya kuhusiana shamba eh. Hii hii namba namba 5 ya 20 ya 2 2000 pia inauliza inauliza wachukue shamba la mama na hawana agreement na mama kodi na peana tu hii namba tu ya 2004 4. Nimeona hizi kesi zote, nikaona mahakama inatuchezea. Ndio kwa maana nimeshtaki mahakama, nimeshtaki serikali, nimeshtaki Law Society of Kenya na wale watu ambao wanafanya udago kujifanya maadvocate. Huyu mtu danga ni wa flawekeza mwenyewe anachifanya an, anasimamiwa na liko anam and company advocates kutoka Mombasa, lakini yeye mwenyewe anaitwa Dangan Wafula Wekesa alias Wafula na Kitare. Sasa yeye mwenyewe amechiundia farm inaitwa Wafula na Kitare and company advocates, anafanya ndio ana hold brief for for lika anam. Tulipomshtaki lika anam ya kwamba hii ni farm yako, kweli lika anam akachipu wakati wa corona akaandika ya mimi sina ofisi Bungoma, kai inaitwa Wafla na Kitara ni kama ni advocates. Corruption kwa Kenya ni ngumu sana hata mahali mimi nimefika hapa kufika yani umejitolea tu umie, kwa maana corruption kwa Kenya inasemekana ya kwamba state officers are protected against legal proceedings. Wanasema judiciary officers are protested against Eh, judicial legal proceedings. Hata hii kesi nimefanya tu kwa misingi ya ki, ya kikatiba kulilia haki yangu ya kwamba sasa, kama judiciary wako protected, wako protected tu wakati wanatenda, wakati wana perform their constitutional mandate. Lakini kama afisa ni mwizi, ni mwizi. Na kwa jambo hilo nafurahia, eh, Kenya Law Society imepata maadvocate kush, maadvocate ambao fake mngoma High Court a minimum of 5 of them ambao maadvocate wamefanya hiyo case Bungoma for matter ni 20 years or even for matter 3 years na wanakula na hawa machaji sasa. Nataka from there Kenya Law Society, kwa maana nimeshtaki kwa hiyo ufisadi, ilete wale maadvocate kushi kwa hiyo case na wale machaji nimeshtaki, kuonyesha wanakula na hawa. Ni vikumu sana kumaliza ufisadi Kenya endapo hawa, haitakupalika ya kwamba president ashitakiwe kama amefanya makosa. Haitakupaliwa state officers wa executive yao washitakiwe. Haitakupaliwa ya kwamba machachi washitakiwe. Hata unaona kesi imeendelea na wanasukuma kwa Judiciary Service Commission ya kwamba inaenda before the disciplinary action ya Judiciary Service Commission, ikirudi mahali pale, mahali hakuna matunda ama, ama furaha ya mwana Kenya. Judicial Service Commission chairperson ni Chief Justice, alafu chaci mmoja wa High Court mwanaume na mmoja wa High Court mwanamke, magistrate mwanamke, magistrate mwanaume, mwanaume. Majaji walio wastaafu mwanamke na mwanaume. Sasa hawa wenyewe ndio wanakaa. Kwa hivyo kudiscipline judiciary ni ngumu, tungekuwa na independent judiciary service commission kama ya walimu. Unajua kwa walimu education ukiingia kwa teachers service commission, au shiki toka tena darasani, ndio discipline ya walimu vizuri but eh, kwa judiciary ni ngumu, kwa maana wale ambao wanatakana wa, wa, wa, wa, wa discipline ma, ma majaji wafisadi uh, list.